Jina langu ni Sebastian Kitifu, ni mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mtoto kutoka wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum. Tumekutana hapa na watoto wanaotoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni uwakilishi wa watoto wawili wawili kutoka katika mikoa yote ya Tanzania Bara, lakini na watoto kumi kutoka Zanzibar. Lengo la kukutana hapa ni mkutano wao wa taifa tu wa watoto ambao unaundwa na Baraza la Watoto la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni jukwaa ambalo huwa linawakutanisha watoto kwa ajili ya kujadili masuala yanayohusu watoto kwa umri wao. Sasa haya tumekutana hapa kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo huwa inaadhimishwa tarehe kumi na sita Juni ya kila mwaka. Sasa leo ni tarehe kumi na tano, kwa hiyo kabla ya kufikia kwenye kilele huwa tuna, tunakutana na watoto kujaribu kuwaelimisha baadhi ya vitu ambavyo vinawahusu watoto lakini kuwajengea uwezo lakini kuwakutanisha kama sehemu ya mkutano mkuu ili waweze kujadili masuala yao. Sasa kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya mtoto wa Afrika ina, ina, inasema haki za mtoto, tulipotoka tulipo, na tunapokwenda. Kwa nini kauli mbiu ya namna hii? Hii ni kauli mbiu ambayo imetokana na kauli mbiu Uh, ambayo imetoka umoja, umoja wa Afrika. Uh, kila mwaka umoja wa Afrika huwa wanatoa kauli mbiu ambayo najaribu kutuelekeza nchi wanachama kutekeleza yale ambayo yanatokana na hiyo kauli mbiu. Sasa kwetu sisi haki za mtoto zinatafsiriwa kwenye sheria ya mtoto ya mwaka 2008. Sheria hii ya mtoto ya mwaka 2008, ina imeainisha ime haki tano za msingi za mtoto. Ya kwanza ni haki ya kuishi mtoto asikatishwe maisha yake kwa namna yoyote tangu anapokuwa tumboni mwa mama yake mpaka chini ya miaka 18. Lakini haki ya pili ni haki ya kuendelezwa. Kuendelezwa akiwa tumboni, kwa maana awe salama akiwa tumboni, anapozaliwa aendelezwe kielimu na vipaji alivyo navyo. Lakini haki ya tatu ni haki ya kulindwa. Mtoto asifanywe ukatili kwa namna yoyote ile, ndivyo sera inavyosema. Haki ya nne ni haki ya kushirikishwa ambayo inasema kwamba mtoto ashirikishwe kwa, kwa, kwa, kwa namna yoyote ile katika masuala yanayomhusu kwa umri wake, na ndiyo maana tuna haya majukwaa ili kuwashirikisha watoto kujadili masuala yanayohusu kwa umri wao na, na, na kupendekeza na kutoa maoni ya namna ambavyo wanapenda walelewe au wakuzwe. Lakini haki ya mwisho ni haki ya kutokubaguliwa, kwamba mtoto asibaguliwe kwa namna yoyote ile. Watoto wenye ulemavu na watoto sawa, wote wanachukuliwa kama ni watoto wanaohitaji wenye mahitaji yanaofanana kwa maana ya yale mahitaji ya msingi, lakini tunajua watoto wenye ulemavu au watoto wenye, wenye mazingira magumu wanahitaji labda uh, huduma zaidi ya zile ambazo wanatakiwa wapate mtoto ambaye yuko timilifu yuko timamu. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo hilo ndio ambalo limekutanisha na watoto hapa sasa. Tarehe kumi na sita kesho tulipaswa kuwa na maadhimisho uh, ya siku ya mtoto wa Afrika, lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu maadhimisho haya tutafanya tarehe kumi na saba. E, lakini tunamaanisha ileile kwamba ni tarehe kumi na sita kila mwaka ndio maadhimisho yaofanyika, lakini haya yatafanyika tarehe kumi na saba Tuna kazi ambayo tutafanya tarehe kumi na sita lakini kuelekea tarehe kumi na saba tutafanya maadhimisho haya hapa hapa Dar es Salaam katika viwanja vya Kijitonyama, chuo cha ustawi wa jamii katika nchi yetu ya Tanzania, sisi tunasema jukwaa pekee ambalo linawakutanisha watoto ni baraza, mabaraza ya watoto, ambayo katika ngazi za shule, shule za msingi na sekondari watoto wanachaguana wenyewe alafu wanatengeneza baraza lao. Katika baraza lile ndani kuna majukwaa yao, majukwaa ya watoto. E, kuna, kuna, kuna klabu za watoto zilizopo katika haya majukwaa, majukwaa ya watoto. Sasa kule kuna vitu vingi ambavyo wanavijadili na sisi, sisi wakubwa zao, tulichokifanya tumewaandalia, tumewaandalia miongozo ya vitu ambavyo wanatakiwa kuvijadili na kujifunza. Sasa katika majukwaa haya watoto huwa wanakutana, wana wanafundishwa vitu mbalimbali mbali. Sasa kuna, kuna baadhi ya masuala ambayo watoto huwa wanapaswa kuyajadili kulingana na umri wao. Sasa niwape mfano wa jukwaa moja ambalo watoto walishirikishwa kama mnavyofahamu A, a, serikali yetu inaandaa dira ya taifa ya mwaka 2050 na kwa kuwa watoto ni sehemu ya dira hiyo na tulitamani sana watoto washiriki katika, katika kuiandaa dira hiyo, tulichokifanya mwaka 2024 mwaka jana mwezi Septemba, tuliwashirikisha watoto katika baadhi ya mikoa ya Tanzania bara na, na, na Zanzibar ili watoe maoni, wanataka kuwaona watoto wenzao wanafanana vipi kwa kipindi cha miaka hamsini inayokuja kwa hiyo watoto walishirikishwa wakatoa maoni yao. Kwayo, mabaraza, ya kwa hiyo ukiangalia haya mabaraza yanajaribu kuwashirikisha watoto katika masuala yanayohusu, ili kile mnachowaamulia kile kinachoamuliwa kwa, kwa watoto kiwe sehemu ya maamuzi ambayo watoto wameyafanya. Mwaka jana vilevile tulifanya maboresho ya sheria ya mtoto sura namba 13 watoto wa Baraza la Watoto walishirikishwa kutoa maoni yao, na moja ya vitu ambavyo watoto walitamani kuviona ni kwamba Baraza la Watoto lirasmishwe liwe rasmi kisheria. Sheria maboresho ya sheria ya watoto ya mwaka 2024 sura ya kumi na tatu yameliingiza baraza la watoto litambulike kisheria. Kwa hiyo baraza la watoto sasa hivi linatambulika kisheria na yalikuwa ni maoni ya watoto. Watoto wamechukuliwa maoni yao wakapendekeza, bahati nzuri yamepitishwa na imeshasainiwa hiyo sheria, sasa hivi inatumika. Kwa hiyo wanapokutana hapa wanakutana kisheria chini ya baraza lao la watoto.